Na bila shaka mtazamaji, ni kuziombea familia zilizopoteza wapendwa wao, faraja na amani kutoka kwa Maulana Maula, azilaze roho zao mahala pema. Tukitoka Nyamira, tuingia kaunti ya Kiambu ambapo Rais William Ruto hii leo alizuru kaunti hiyo ambako alihudhuria ibada ya Jumapili na kukagua miradi muhimu ya maendeleo inayolenga kuinua uchumi wa eneo hilo na kuboresha hali ya maisha. Rais aliabudu katika kanisa la AIPCA dayosisi ya Gatundu kaskazini eneo la Karure, ambako alikariri kujitolea kwa serikali kushirikiana na mashirika ya kidini katika ustawi wa kitaifa. Wakati wa ziara yake kwenye kaunti ya Kiambu hivi leo, rais William Ruto alikagua ujenzi unaoendelea wa kanisa la AIPCA la Karure Cathedral of Grace, ambapo aliahidi kusaidia kukamilishwa kwake. Kiongozi wa taifa alikariri wajibu muhimu ambao makanisa hutekeleza katika ukuaji wa uwiano wa kijamii, maadili na maendeleo ya jamii. Vile tumeona umoja katika kanisa la AIPCA, mimi nawaomba ndugu zangu watu wa Kiambu, viongozi wetu wa Kiambu, na wasihi na waomba tuwe na umoja vile vile. Akihutubia waumini na viongozi kutoka eneo hilo, Rais Ruto alisema safari ya kubadilisha taifa hili inaendelea vyema katika kaunti zote 47 huku miradi ya maendeleo ikitekelezwa katika azma ya kuafikia ukuaji wa kiuchumi na kubuni fursa zaidi kwa wananchi. Kiongozi wa taifa aliongeza kuwa katika gatuzi la Kiambu, serikali imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 4.5 kwenye ujenzi wa masoko 30 ya kisasa. Kwa kipindi cha miaka mitatu hapa Kiambu tumeweka pesa 48 billion in Kiambu County, 40 billion ya affordable housing, 4.5 billion ya ya masoko yenu and another 3.2 billion ya mambo ya hostels ya vijana wasomi wa hapa Kiambu County. Baadaye, Rais Ruto alikagua hatua zilizopigwa katika ujenzi wa soko la kisasa la Kamwange huko Karure, kwenye eneo bunge la Gatundu Kaskazini litakalogharimu shilingi milioni mia tatu na themanini. Soko hilo linatarajiwa kukamilika kufikia mwezi Machi mwakani na utawamudu zaidi ya wafanyabiashara 1500. Si walisema masoko haiwezekani? Soko ndio hii ama si iko hapa? Si walisema affordable housing haiwezekani? Kiambuu kaunti leo tuko na manyumba tunajenga elfu km7b. Mariambo nikiripotia Darubini Wikendi.